Unaweza pata ECD, unaweza pata primary school, unaweza pata secondary school, unaweza pata university. Unasema mtu anaweza zaliwa hapa Kibabii bila kupanda gari lolote. Akasoma kwa hizi hapa, akaenda primary hapa, akaenda akaenda secondary hapa, akaenda university akamaliza, akakuja akaandikwa katika university bila kwenda mahali. Sasa tunasema hapa ni kitu kitu kabisa. ti ila aa

vya waraia uwezo wa kuweza kuandamana na kuandika zi zinaitwaandoa lakini kila ambacho kilifanyika na siku ya Jumatano hiyo maandamano yalikuwa y maandamano ya aina yake. Aayonekana ndio, maandamano ni haki ya watu kuandamana, lakini hakuna haki ya kwenda kuenda kuharibu mali, hakuna haki ya kwenda kufunga barabara, kuzuia watu wasipite pia